Karibu tena Mjawiri Growth Agency kwenye sehemu ya pili ya mjadala wetu mzito. Kwa nini wewe ni maskini wakati wengine wanaendelea kusonga mbele kimaisha? Kwenye sehemu ya kwanza tuligusa ukweli uliofichika, lakini leo tunaingia ndani zaidi. Tutajifunza tabia, maamuzi na mifumo ya kufikiri inayowaweka wengine pale pale huku wengine wakipanda hatua kwa hatua. Kama uko tayari kujitazama kwa macho mapya na kubadilisha mwelekeo wa maisha yako, basi hii video ni kwa ajili yako. Usiondoke. Sura ya kwanza: kwa nini unabaki kuwa maskini? Tuwe waaminifu, wewe ni mjinga, wewe ni mvivu, unacheza mchezo usio sahihi. Huweki kuwa maskini kwa sababu wewe ni mjinga, unabaki maskini kwa sababu wewe ni mvivu, unabaki maskini kwa sababu unacheza mchezo usio sahihi. Kwa nini unabaki maskini? Wengi wetu tulifundishwa tangu utotoni kufuata njia ile ile: fanya bidii shuleni, pata alama nzuri, tafuta kazi salama. Lakini maisha hayafanyi kazi hivyo. Hapana maisha ya happily ever after, baada ya shule, alama nzuri na kazi salama. Hiyo hadithi siyo uhalisia. Ni program tu na nani aliunda hii programu? Sio wewe. Sheria zilitengenezwa na watu ambao tayari walikuwa na pesa, nguvu na udhibiti. Wanataka ucheze mchezo kwa namna inayowanufaisha wao, sio wewe. Fikiria kuhusu maisha yako ya kila siku. Unaambiwa ufanye kazi kwa mshahara, hiyo inamaanisha mtu mwingine anaamua thamani ya wakati wako ni kiasi gani wanaamua kama saa yako ina thamani dola kumi au dola mia moja Haijalishi unatoa jitihada kiasi gani, uamuzi wa mwisho uko mikononi mwao. Unaambiwa uhifadhi pesa yako benki kwa sababu ni salama, lakini kinachotokea nini? Inflation polepole inakula thamani ya pesa yako, wakati akiba ya yako inapungua nguvu ya ununuzi, benki inatumia pesa yako kufanya faida kubwa zaidi kwa ajili yake yenyewe. Unaambiwa ununue vitu ambavyo huwezi kumudu ili uonekane umefanikiwa, na unaposhindwa kulipa mara moja, kampuni za credit card ziko tayari kukutega kwenye mtego wa deni. Mwezi baada ya mwezi unawalipa riba zaidi, na wao wanazidi kuwa matajiri, wakati wewe unabaki pale pale. Unaona mkondo huo? Mfumo haujaundwa ili kukusaidia ushinde, imeundwa ili ikuweke katika nafasi ya mchezaji ambaye daima hupoteza. Machiavelli alisema kwamba wanadamu huendeshwa na hofu na tamaa. Matajiri wanajua ukweli huu vizuri sana. Kwa hivyo wanajua unahofia kuwa maskini, ndio maana wanakufanya ukimbizane na stability, uthabiti. Wanakuuzia ndoto ya kazi salama, lakini kazi hiyo imeundwa ili kuweke utegemezi. Wanajua unatamani faraja, kwa hivyo wanakupa bidhaa zinazokupa hueni ya maumivu ya muda mfupi, lakini faraja ya muda mrefu katika wakati huo. Simu mpya, gari jipya inayong'aa, TV kubwa zaidi. Vitu hivi vyote vinakidhi tamaa yako kwa muda mfupi tu, lakini vinakumaliza mali zako. Hii ndiyo uhalisia. Huwi maskini kwa sababu ya bahati mbaya, huwa maskini kwa sababu ya mchezo unaochezwa ndani yake. Huwi maskini kwa sababu ya hatima, huwa maskini kwa sababu unachezwa katika mchezo ambapo nafasi za kushinda ziko dhidi yako. Lakini hapa panakuja habari njema Mchezo unaweza kujifunza, unaweza kuwa mchezaji anayeshinda. Lakini kwanza lazima ukubali ukweli mmoja wenye nguvu: pesa sio kuhusu kufanya kazi kwa bidii zaidi, pesa ni kuhusu mkakati. Mwisho wa makala hii si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa mjadala mpana zaidi kuhusu maisha, fedha na maamuzi tunayofanya kila siku. Kila neno ulilosoma hapa ni hatua ya kwanza ya kubadili mtazamo na kufungua ukurasa mpya wa fikra. Usikose mwendelezo wa makala hii kwa kuhakikisha una subscribe ili uwe wa kwanza kupata makala zijazo. Pia usisite kupiga like kuonyesha umejali na kushare ujumbe huu kwa wale unaowapenda ili na wao wapate fursa ya kujifunza na kunufaika.